Elimu inaambatana na talent. Nyinyi vijana sasa mtakuwa wazazi kesho. Hii shule ambayo ameomba ili watoto wasikuze kwenda shule mwaka kesho lazima tuijenge, na nimefika hapa nitapeana 1500 mjenge hizo toilet ili watoto wasome. Nataka kusema na ya mwisho mweze kufanya registration kwa mambo ya voter registration katika hapa, na nashukuru MCA ameleta registration hapa, Eh, registration ili tuwe na voting card ndio tusafirishe wakabila watoke Kenya once and for all. Si nyinyi mnasema tusio na ukabila? Mnataka Kenya moja, Kenya ya maendeleo, na hapa kabisa house mtaongoza kwa maendeleo, kwa sababu maendeleo ndio kitu ya maana. Mheshimiwa, chukua kura hii, wa mama, ingia Saa mbili asubuhi, mama nyumbani. Mumesema gogo anaenda ama endi? Gogo anaenda ama endi? situnataka mchapakazi.